Je, umewahi kujiuliza ni nini kinachoweza kumwangusha hata mtu mwenye nguvu zaidi duniani? Mtu anayeweza kumrarua simba kwa mikono mitupu, kubeba milango mikubwa ya mji kama toi na kuua maelfu kwa silaha rahisi kama taya ya punda, lakini hatimaye anaanguka kwa sababu ya mapenzi na siri moja tu. Leo tutazame simulizi la kusisimua zaidi katika Biblia. Samsoni na Delila, siri ya nguvu iliyopotea. Hii siyo hadithi ya kawaida. Ni mchanganyiko wa hatua, mapenzi hatari, usaliti wa kuumiza moyo na mwisho wa kishujaa unaokufanya ukae kando ya kiti. Kaa nasi hadi mwisho, kwani utagundua jinsi hata makosa makubwa yanaweza kutumika na Mungu kuleta ushindi mkubwa. Je, wewe una Delila gani maishani mwako inayoweza kukupunguzia nguvu zako? Tuanze tangu zamani za kale. Taifa la Israeli lilikuwa likiteswa na Wafilisti, wapiganaji hodari wenye silaha za chuma waliowatawala Wayahudi kwa miaka arobaini. Katika wakati wa giza hilo, Mungu aliamua kuwapa mwokozi asiyetarajiwa. Malaika wa Mungu alimtokea mwanamke tasa aitwaye mke wa Manoa na kumwahidi utamzaa mwana na ataanza kuwaokoa Israeli kutoka mikononi mwa Wafilisti. Mtoto huyo alipewa jina Samsoni, na tangu tumboni alikuwa mnadhiri wa Mungu, maana yake nywele zake hazipaswi kukatwa kamwe, asinywe divai wala asigusie kitu chochote kilicho najisi. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya nguvu zake zisizo za kawaida. Samsoni alikuwa kijana mwenye nguvu za ajabu. Siku moja akienda Timna, simba mkubwa alimrukia kwa kishindo cha kutisha. Badala ya kukimbia, Samsoni akamshika simba na kumrarua kama anavyopasua mbuzi mdogo, mikono yake tu, hakutumia silaha yoyote. Roho ya Mungu ilikuwa imemjia kwa nguvu kubwa, lakini hii ilikuwa ishara tu ya mwanzo. Samsoni alimpenda mwanamke wa kifilisti huko Timna, jambo lililowakasirisha wazazi wake, lakini Mungu alikuwa anatumia hata mapenzi yake kwa mpango wake. Katika karamu ya harusi, Samsoni aliwapa Wafilisti kitendawili chenye siri: katika mwenye kula kikatoka chakula, na katika mwenye nguvu ukatoka utamu. Alimaanisha asali aliyoipata ndani ya mzoga wa simba. Waliposhindwa, mke wake akamlazimisha kwa machozi na maneno matamu hadi akawafichulia. Hasira zikamjaa, roho ya Mungu ikamjia tena, akaenda Ashkeloni, akawaua Wafilisti thelathini na kuwapa nguo zao kama zawadi ya kitendawili. Kisha akagundua kuwa mke wake ameolewa na mwenzake. Hasira ilizidi, kisasi chake kilikuwa cha kutisha. Samsoni akakamata mbweha mia tatu, akawafunga mkia kwa mkia, akatia mienje ya moto kati yao na kuwaachia katika mashamba ya ngano ya Wafilisti. Moto ukawaka ovyo, mavuno yote, mizabibu na mizeituni ikateketea. Wafilisti wakalipiza kisasi kwa kumteketeza mke wa Samsoni na baba yake kwa moto. Samsoni akasema, Sasa nitawafanyia ovyo kabisa. Akawapiga mapigo makubwa hadi wakimbia. Wafilisti wakaja na jeshi kubwa kuwakamata Wayahudi wayuda, wa Yuda ili wamkabidhi Samsoni. Wayahudi wenye hofu wakamfunga Samsoni kwa kamba mpya mbili na kumchukua, lakini walipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele za furaha. Roho ya Mungu ikamjia Samsoni kwa nguvu isiyo na kifani, kamba zikapasuka kama nyuzi za kitani. Akaona taya mbichi ya punda chini, akaichukua na kuua Wafilisti elfu moja. Akacheka na kusema kwa taya ya punda chungu juu ya chungu, nimewaua elfu. Maji yakatoka jabari baadaye kwa maombi yake, na Samsoni akaendelea kuwa mwamuzi wa Israeli kwa miaka ishirini, lakini nguvu zake zilikuwa na udhaifu mmoja, moyo wake. Siku moja Gaza, Samsoni aliingia kwa kahaba. Wafilisti wakamzingira lango la mji usiku, kwacha kitarajia kumuua asubuhi. Lakini usiku wa nusu manane Samsoni akaamuka, akaingawa milango yote ya mji pamoja na nguzo na komeo, akayabeba mabegani mwake na kuyapanda juu ya mlima. Wafilisti wakastaajabishwa, na hapo ndipo hatari kubwa ilipokuja. Delila. Samsoni alimpenda mwanamke mzuri aitwaye Delila katika bonde la Soreki. Wakuu wa Wafilisti wakamwendea Delila kwa siri, mbembeleza Samsoni apate kutuambia siri ya nguvu zake. Tutakupa fedha elfu moja na mia moja kila mmoja. Delila akaanza kumuhoji, niambie nguvu zako zinatoka wapi? Samsoni akamdanganya mara tatu: kamba mbichi, kamba mpya, kufuma nywele zake. Kila mara alipojaribu Samsoni akazivunja kwa urahisi. Lakini Delila hakukata tamaa, akamlalamikia unasema unanipenda lakini hunifichulii moyo wako. Akamlilia kila siku, akamsumbua hadi roho yake ikachoka. Hatimaye, Samsoni akasema ukweli. Nywele zangu hazijawahi kukatwa. Mimi ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Nikinyolwa, nguvu zangu zitaondoka. Delila akajua ameshinda. Akamlaza Samsoni magotini, akamwita mtu amnyoe nywele zote saba. Samsoni akalala usingizi mzito wa mapenzi. Ghafla Delila akapiga kelele, Samsoni, Wafilisti wanakuja. Samsoni akaamuka na kusema, nitatoka kama mara nyingine. Lakini hakujua kwamba Mungu amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamchoma macho, wakamfunga minyororo na kumfanyisha kazi ya kusaga gerezani. Shujaa mkubwa sasa ni kipofu na mtumwa. Wafilisti wakafurahi sana wakakusanyika hekaluni pa Mungu wao Dagoni, watu elfu tatu juu ya paa na wengi chini, wakimcheka Samsoni. Lete yule shujaa acheze mbele yetu. Samsoni akamwomba kijana ampeleke kati ya nguzo mbili za kati zinazoshikilia hekalu zima, akaomba kwa sauti ya chini, E Bwana, nikumbushwe tena mara ya mwisho, nipate kulipiza kisasi kwa macho yangu. Kisha akapiga kelele Nife pamoja na Wafilisti. Akasuka nguzo kwa nguvu zake zote, nywele zake zilikuwa zimeanza kuwa tena kidogo, na hekalu zima likaanguka, paa likawaganda watu elfu tatu, nguzo zikaanguka, na Samsoni akaukomata ushindi wake mkubwa zaidi katika kifo chake. Aliwaua Wafilisti wengi zaidi kuliko alivyowaua wakati wote wa uhai wake. Ndugu zake wakaja kumzika kwa heshima. Mungu alitumia hata udhaifu wa Samsoni kuleta wokovu kwa taifa lake. Marafiki, hii ndiyo hadithi ya Samsoni na Delila, nguvu isiyo na kifani iliyopotea kwa sababu ya mapenzi na usaliti, lakini ikarudi kwa nguvu kubwa katika wakati wa mwisho. Inatukumbusha nguvu zetu za kweli hazitoki kwa misuli au talanta, bali na uhusiano wetu na Mungu. Usiruhusu Delila yoyote, iwe mapenzi, pesa au tamaa ikapunguzia nguvu zako za kiroho. Sasa ni zamu yako. Je, unadhani Samsoni alikuwa shujaa wa kweli au alikuwa amepotea kwa sababu ya udhaifu wake? Ni fundisho gani kubwa umeona katika simulizi hii? Andika maoni yako hapa chini, nataka kusoma kila moja. Kama ulipendezwa na hadithi hii kusisimua, bonyeza like, subscribe na kengele ili usikose simulizi nyingine za Biblia zenye mvuto. Shea na rafiki ili na wao wajifunze.